Please let's be seated. We are going to have our next session now, which is the Excellencia. Tunakwenda kwenye kipindi kingine ambacho ni Excellencia, Excellencia. Our Excellencia this morning. Tuliye naye wa kutuongoza kwenye kipindi hicho. Kuna wasifu wake kwa kifupi. Ni engineer, Dr. Engineer Big Alabo. Ni engineer kwa fani. Big Alabo is an associate professor. Huyu ni professor. He obtained an uh, Associate professor, amepata digri bachelor's in engineering mechanical mechanical engineering, engineering, the the first class. He was also the best graduate and He degree in and a first in class. Of made a distinction in katika masters um, a, from He also holds a PhD in in mechanical mechanical engineering. And a PhD mechanical engineering. United, United Kingdom, Kingdom.

Alishapata scholarship 11 katika wakati wake wa kusoma degree ya kwanza na degree inayofuata, na mwamini Bwana kwamba anapozungumza nasi Bwana atakuachilia neema kwa ajili ya kupata scholarships. Anapozungumza nasi leo, popote unaponisikiliza, utapata neema ya scholarships, na itakuwa hivyo kwako.

Aluma, na ni mtu ambaye anafanya kazi za kitaaluma ndani na nje. Mke wake ni Dr Alabo, wana watoto we watatu speaker. Hebu tumpige Bwana makofi tunapomwalika mnenaji wetu wa ekselensia. Habari wasikilizaji mnaotusikiliza hapa na katika ulimwengu mzima, nashukuru sana kwa ajili ya fursa kubwa sana ambayo nimepewa na mwitishaji wa mkutano dr. wa wajk, Mchungaji Dr. WF Kumuyi. Nashukuru sana kwa ajili ya fursa ya kuweza kuchukua kipindi cha excellence. Naangalia misingi ya maendeleo, pillars of progress. Before misingi ya kusonga mbele Kabla ya kufika mbali nataka tusome Biblia Wakorinto wa kwanza sura ya tatu kuanzia mstari wa 10 mpaka 15, a wise master builder. Kwa kadi ya neema ya Mungu niliyopewa. Wakorinto wa kwanza tatu kumi kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi, kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi, na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo, dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirishwa, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu mstari wa 15, kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Tulikosoma hapo, tunazungumza juu ya jengo, na hapa anazungumza juu ya msingi katika jengo lile. Msingi ule anazungumza katika mstari wa kumi na moja kwamba msingi, msingi ule ni nini? Msingi ule ni Kristo, na kwamba hapawezi kuwa na msingi mwingine zaidi ya huo. Ule msingi ule unawakilisha kuzaliwa mara ya pili, kuokolewa na kufanyika kwa kiumbe kipya. Mstari wa kumi na mbili anasema jengo ambalo limejengwa juu ya msingi ule, anazungumza juu ya mjengo na mfumo wake. Msara 13 tunaona kwamba kuna building, kipimo cha kipimo cha lile jengo ya kwamba ili jengo litasimama au la. Msara 14 mpaka wa 15a tunaona matokeo ya lile jaribio, ya kwamba matokeo yanatuonyesha kwamba jengo la namna gani. Na hapa tunazungumza juu ya nguzo za maendeleo. Kama tunaweza kupiga hatua katika maisha katika eneo lolote ambalo amba tunatamani kupiga hatua katika fani yoyote, so lazima tujenge juu ya nguzo ambazo zimepimwa na hizo nguzo lazima ziwe zimepita kwenye kipimo cha maadili, kutokana na dictionary 20 20 ya Merriam Webster. Nguzo. A firm, upright support. Nguzo ni support ambayo inaelekea juu, able to support the structure. It na ile ile ile nguzo inasaidia kushikilia jengo lakini, pia tunapozungumza kuhusu nguzo inamaanisha ni mtu wa muhimu au kitu cha muhimu kwa ajili ya kujenga kitu fulani. Unaposema kuhusu maendeleo, maendeleo inaweza ikawa ni jina, ama ikawa ni kitendo to to maendeleo retire, ni kupiga hatua kwenda kwenye ngazi ya juu, kwenda kwenye kiwango cha juu zaidi. Pamoja tukasema ya kwamba zile nguzo za maendeleo ni zipi? Pragmatic pragmatic nguzo za maendeleo ni kanuni, principles, kanuni za kivitendo ambazo zinashikilia na kudumisha na kuendeleza mafanikio kwa ajili ya kufikia you, kiwango cha juu. Kila mmoja wetu anatamani, anatamani kufanikiwa. Kila mtu anatamani kuwa juu katika maisha so, lakini ikiwa utakwenda juu lazima upate the the the the mifumo ya kuweza kukusaidia kuna nguzo ambazo juu so yake lazima uweze kujenga ili hatimaye ufikia yale mafanikio pamoja na ma maadili na katika kuzungumzia eh, katika mada yangu ya leo nitazungumzia juu ya nguzo kumi na moja. Nguzo ngapi? Nguzo kumi na moja za maendeleo. Nguzo ya kwanza ni maono the ya tatu ni mipango. Nguzo ya nne ni utendaji, ni ubia. Nguzo ya sita ni ufahamu. Nguzo ya saba ni nidhamu, ni bidii. Nguzo ya nane ni nidhamu, na nguzo ya tisa ni uvumilivu n nguzo ya 1n1 nimadili. Tuangalie nguzo ya kwanza ambayo ni maono. Maono ni nini? a is where you see in the maono ni kule kujiona katika wakati ujao au pale unapotaka kuwa. Hiyo ndiyo maanayake maono. Hivi je, siku zijazo unajiona wapi? Kwa bahatimbaya kama today. Vijana leo watu wengi. Kind of wengi wana maono ambayo sio maono ya God Mungu, katika maisha yao. Mungu alipompa It Abraham maono, maono, alimpeleka mlimani akamwambia aangalie pande as zote, alafu kwa kadri anavyoweza kuona day, Mungu akamwambia ya kwamba B. ndicho ndivyo takaowa kizazi chako, ndivyo ndio utakao utakaka urithi wako. Alimpeleka kwenye kwenye pwani ufuko wa pwani, akamwambia hivi, unaweza ukahesabu mchanga ulioko mahali hapa? Akamwambia siwezi, kind of lakini hivyo ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Bwana anataka tuwe na maono ya mbali, maono ambayo yatavuka ule kile kipindi cha kuishi maono yale lazima yakamilishe mafanikio ya hali ya juu. Maono yako ya li, lazima yalete mafanikio ambayo ni ya msingi, mafanikio ambayo hakuna mtu mwingine ambaye ameweza kuyafikia. Uwe na so mafanikio ambayo watu wengine wamekuwa kijaribu lakini hawajawahi kuyafikia kind of. Maono yako yanapaswa kufikia ngazi ya kwamba, again, nitafikia like mahali ambapo hakuna mtu duniani amewahi kufika, it must have a far maono yako lazima yawe na mguso kwa watu wengi. Maono yako yasikuathiri wewe peke yako, lakini yaathiri watu wengine, yaweze kugusa maisha ya watu wengine, yasaidia watu wengine kuweza kupata we, maono yao au kutimiza mafanikio yao. Hayo ndio maono ambayo Bwana anataka tuitwe nayo. Hayo maono lazima yawe na umri mrefu wa kuishi, yawe na maisha marefu no. Usiwe na maono ambayo yana expiry date, ambayo mwaka mmoja tu. Unamwambia ndugu yangu, unataka kujiona exactly wapi wakati unaokuja? Anasema nataka niwe mhitimu wa chuo kikuu. Hayo ni maono ambayo ni madogo sana. Bwana anaangalia vijana ambao watakuwa na the maisha ambayo niya, the the watakuwa na maono ambayo yanavuka maisha yao watu wengine utaanza na maono, maono na yale maono, lakini wengine watakuja kuingia katika yale maono na kupata faida pia. Yale maono yanapaswa kuwa ni maono ambayo yana uwezo wa kuvutika, yasiyo ni maono can, ambayo ni rigid, maono ambayo hayana kusogea. Maono yale yao ni elastic and kwa and maana ya kwamba yanaweza kuvutwa na yanaweza kaingiza watu wengine ndani yake sure. Hayo ndiyo maono ambayo Bwana anataka sisi tuweze kuwa nayo. Nguzo ya pili, baada ya kuwa na maono, maono ambayo takufanya wewe ni mtu tofauti, lazima upange. Ni jambo la kawaida kusema ya kwamba anayeshindwa kupanga amepanga kushindwa. Mpango ni mkakati wa kutimiza malengo. And when you are developing your plan, unapoweka mipango yako with lazima uweze kuunganika na watu wengine we, kwa sababu katika maisha tunajenga juu ya mafanikio ya watu wengine. Hakuna kitu ambacho cool, nakifanya leo ambacho ni kipya kabisa. Biblia inasema ya kwamba hakuna kitu kipya, so chini there, ya jua. Kwa hiyo unahitaji kuweza kuwasiliana na watu ambao wamekuwa na ujuzi uliopita tumia, tumia ushauri wao tumia ushauri wao mzuri kwa ajili ya kuweza kutengeneza mpango mkakati wako ambao umethibitika mpango ambao ni mkamilifu lazima uweze kuwa ni plan. madhubuti usiwe ni mpango tu ambao unavuka juu juu tu ni mpango ambao ni madhubuti and specific. Katika boy, program you want to be when you kijana mmoja aliulizwa katika program ya redio unataka kuwa nini? Nasema nataka kuwa mtu mzima huwe. <laughs> Ni mpango ambao una mwelekeo. Kijana aliulizwa unataka kuwa nani? Nataka kuwa mtu mzima, sio sio mpango huo. Mpango wako unapaswa kuwa na uwezo wa kurudiwa ama you, wa kuhuishwa wakati wa utekelezaji ule mpango wako sio maandiko ambao hawezi kubadilishwa. Hebu katika utekelezaji uwe ni mtu ambaye unarejea rejea ule mpango wako na kuuboresha, pata ufahamu mpya unapokutana na changamoto mbalimbali. Hebu, hebu huishe tena ule mpango wako, ili hatimaye mwisho wa siku uweze kukamilisha yale malengo yako. Hii inatupa ile nguzo ya tatu. Nguzo ya tatu ni ubia, ili uweze kuwa na mafanikio mafanikio mazuri, mafanikio yenye of madili ndani mwake. No, jenga pamoja na wengine. Bibilia inasema ya kwamba wawili ni bora kuliko mmoja, na hakuna mtu ambaye ni kisiwa. Lakini unapotengeneza wale wenza E, wale wa bia lazima uwe na umakini, uwe na wenza ambao ni wasaidizi kusaidia kutimiza maono people yako, watu ambao watakutegemeza katika kutimiza so malengo yako. Unaweza ukawa na washauri kama wasaidizi, unaweza ukawa na watu ambao amba ni kukupa can fedha, unaweza ukapata watu watakkusapoti pia katikhale ya kimadili That kills vision. U, uepuke wabia wanaoua maono had. Had usiwe na ubia kama wa Samsoni na Delila, kwa sababu maono yake yalikufa hatimaye. Epuka, epuka wenza ambao wanaua maono. Kwa hiyo uwe ni mtu ambaye uwe na, na, na, na mwenza ambaye anasaidia for so many years.

akatumia miaka nane kuweza kusuluhisha lile tatizo. Mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu aka toa jibu la swali so ambalo lilisumbua watu kwa miaka zaidi ya 350. Watu wakashangaa wakaanza kufuatilia kila kitu alichokifuata akarudi kurekebisha hakuweza. Lakini akawa na mwanafunzi wake aliyemsimamia kama mwanafunzi wa PhD akaunganika na yule mtoto. Hatimaye walipounganika, walipoweka ubia, hatimaye wakaweza kurekebisha ile kosa mwaka tisini 1994 hatimaye ile theorem ikaweza kukamilishwa. Kwa hiyo utaona kwamba jinsi gani ubia unaweza ukafanya kazi. Unaweza ukafanya ubia na watu walioko juu yako, unaweza ukafanya ubia na watu walioko chini yako. Sijioni kwamba ni mtu mkubwa sana kuweza kuunganika na mtu mwingine yote. Kama kuna mtu ambaye anaweza kukusaidia kuweza kutimiza malengo yako, kutimiza ndoto zako katika namna ambayo si kinyume cha maandiko, katika namna ambayo ina maadili huyo mtu anaweza akawa ni msaidizi wako. Hebu angalia pilar, jambo la nne e, ile pila namba nne, nguzo namba nne ni ufahamu. Bibilia anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Today, kuna in watu wengi leo ambao ni wajinga, hasa katika kipindi hiki cha intaneti. Very short, short information. Watu wanategemea MF. wa mfupi. And that e, is chat ujumbe mfupi lakini unaweza kupata ufahamu mkamilifu ule ufahamu ambao unaweza kukusaidia yes, kufanikiwa katika mafanikio kwa kupata vile vichati chat vichatichatiu ndogo ndogo kwenye internet hapana. intaneti. Ufahamu unakuja pale tunaposoma na kuelewa ukweli. First of all, so you must assimilate the facts ili uweze kusema na ufahamu, lazima uwe ni mtu ambaye umedadavua ule ukweli, unautia katika akili zako ukweli, ukwelama umeelewa na ukaweka katika ufahamu wako. Ili ndio ufahamu tunaohitaji. Ule ufahamu unaweza kupatikana kutokana na ujuzi, unaweza kupatikana kupitia uchunguzi, kupitia kusoma, kupitia utendaji, mazoezi, lakini pia unaweza kufundishwa ukapata ufahamu, ule ufahamu. Ule lakini sehemu kubwa sana ya kupata ufahamu kupitia kusoma. Na vijana kokote kule duniani na hapa kwenye eneo letu la makao makuu, na watia moyo kusoma. Watu wengi sana hawasomi, leo wanatumia muda mwingi sana katika mitandao, lakini hawasomi, wanaangalia picha tu, wanaangalia video. Ndio sababu wanakuwa ni wajinga kweli kweli. Kama unataka kuwa ni mtu ambaye una ufahamu, oo, soma. Soma. Soma kwa kina Soma kiuhalisia. Pila ya tano, nguzo ya tano ni imani. Jiamini ya kwamba unaweza ukafanya vitu vyote kupitia neema ya Mungu. Amini ya kwamba kwa msaada wa Mungu unaweza ukatimiza malengo yako. Yourself, ukatimiza maono yako. Kama hujiamini wewe mwenyewe huwezi kutimiza malengo yako. Lazima uwe na ule mtazamo ya kwamba naweza, naweza. Mtu mmoja akasema ya kwamba kule kusema naweza we'll ni, ni mara mia moja in in ja bora zaidi kuliko kuwa na ile ufahamu au ile IQ. Kwa hiyo kule kwamba una akili za kiasili haina thamani kubwa sana kama kule kuwa na ujasiri ya kwamba linaweza kufanya. Huwezi ukaweka mipango hatimaye unakaa tu. Kwa hiyo nguzo ya sita ni utendaji action, lazima ufanye kitu katika mipango yako ili uweze kukamilisha jambo. Pila ya saba, nguzo ya saba ni bidii, bidii. Niko hapa nilipo leo kwa sababu ya bidii. Nakumbuka siku zangu za kusoma digrii ya kwanza, siku ya Jumamosi likuwa kwenda kwenye jengo fulani katika chuo kile, na likuwa kwenda kwenye gorofa ya mwisho, na likuwa soma kwanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi jioni bila chakula. Ndivyo nilivyopata first class katika digrii yangu ya and kwanza, masomo nasoma muda mrefu kwa, kwa hiyo katika bidii yako weka kila kinachohitajika kwa ajili ya kuweza kuwa na mafanikio bidii. Yako ndio itaka kuleta mbele ya wafalme, itaka kufanya kuwa ni mtu ambaye ni tofauti. Ile nguzo ya nane ni nidhamu. Lazima uweze kudhibiti so akili yako to... na mwili wako, ili uweze kufanya to... kinachohitajika. Usiwe ni mtu ambaye unajaribu kuwatia nidhamu watu wengine uh -huh. Itie nidhamu mwenyewe self. Uwe ni mtu ambaye unaudhibiti juu ya nafsi yako mwenyewe. Unapoweza kujidhibiti wewe mwenyewe bordo, bordo, utaweza kukamilisha ambao wa wa wa watu wengine hawakuweza kukamilisha. Sura to others, to others, so, so, ya tisa ule mstari wa 27 anasema, bali na utesa mwili wangu na kutumikisha, isiwe nikiisha kuhubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Kwa hiyo hakikisha unajinidhamisha, unajitia nidhamu ili uweze kufanikiwa. Nguzo ya tisa ni uvumilivu. I'm waiting for your time. Uwe ni mtu mwenye matumaini unasubiria wakati wako. You are not waiting passively. Unaposubiria wakati wako usisubiri wakati, wakati umekaa katu kivivu, unasubiri kwa namna ambayo unakuwa una utendaji na umeikubali ile njia ambayo unaipitia ili kuweza kufikia malengo yako is na ndoto zako but patience is active acceptance, Ku, eh, kwa hiyo uvumilivu sio kusubiri kivivu, bali ni kusubiri wakati unafanya kazi kuelekea kwenye malengo yako. Lakini jambo lingine ni saburi, hakikisha kwamba haukati tamaa, usikati tamaa. Albert Einstein alisemaje? Alizungumza kuhusu saburi, akasema, sio kwamba mi na akili nyingi sana, ila ni kwa sababu tunakaa muda mrefu katika maendeleo, nakaa muda mrefu kwenye tatizo, ndio maana nimefanikiwa. Kusema si kwamba mimi nina akili sana, lakini kwa sababu nakaa tu muda mrefu wa kutosha katika lile tatizo ambalo alikabili, ndio sababu nikafanikiwa. Maria Curie alizungumza nini? Asema, maisha sio rahisi kwa mtu wawetu lakini unajua nini, lazima tuwe na saburi we, lakini pia tuwe na kujiamini. Lazima tuamini ya kwamba tunazo talanta kwa ajili ya, ya kuweza kufanya kitu Maracolia, na kile kitu lazima kifanikiwe. Maria Curie and, and the first person to ever obtain Nobel Prize, ndiye mdada peke yake aliyepata Nobel Prize. Kuzi ya kumi na moja ambao ni ya mwisho kwa leo Maadili. Maadili ni kuwa mtu mwaminifu, mtu wa kutegemewa na mtu ambaye ni wa kuaminika, ni mtu kuwa na tabia ambayo and lifelong success. success. ni nguzo ya msingi sana kwa ajili ya kuwa na maendeleo ambayo ni ya kutumia utakaso ujuzo. Utakaso, utakaso unaleta maadili unapokuwa ni mtu mwenye maadili unakuwa ni mtu mwenye mafanikio, nayo mafanikio yanakuwa si mafanikio yenye kuanguka. Tumeona Daniel, Daniel, tu Daniel, Daniel sura ya nane, kwanza mstari wa nane tunaona kwamba haya ndiyo maisha ambayo yanaonyesha maisha ya uadilifu uadilifu. Hiyo ndio nguzo ya kumi na moja uadilifu na tunaona kwamba Daniel alikataa kukubaliana na aliweza kutumikia falme nne kwa kipindi cha miaka sabini. Kwa hiyo uadilifu una faida kubwa sana mwisho. Hakuna tatizo lisilokuwa na jibu na kutia moyo. Jenga katika zile nguzo za maendeleo na utaweza kusuluhisha matatizo ya dunia. Unapofika mwisho wa nguvu zako, una changamoto na ujui cha kufanya, hebu angalie kitu ambacho Biblia inachosema, ya Yeremia 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua, mambo ambayo yamefichika, mambo ambayo huwezi kuyajua, magumu yaliyositirika

Yule ndiye nguzo ya moto iliyoongoza wana wa Israeli usiku. Ndiyo nguzo ambayo inaongoza kama wingu mchana. Ndiyo nguzo ambayo ilisema, njoni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemea na mizigo, nami nitawapumzisha. Ya kwamba unapofika mwisho wa nguvu zako, kumbuka ya kwamba kuna nguzo ya Kristo ambayo unaweza ukaiegemea. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mpige Bwana Yesu makofi, aleluya! hizo ni nguzo kumi na moja na ya kumi na mbili ni Kristo.